Ulizaliwa kwenu kama Muhaha, na mwingine ni Mchaga, na mwingine ni Msukuma, na mwingine ni Mpare. Kila mtu amezaliwa na tabia na matunda na mira za kwao. Akiwa mtu wa giza, roho wa Mungu hangekaa ndani yake, mpaka wakati Mungu aliposema nuru na ing'ae. Mungu akasema nuru na ing'ae na ndiye alitawara katika maisha yako, akasema nuru ing'ae katika maisha yako, nuru ya msalaba wa Kristo ikang'aa maisha yako. Ndio unaona the right bearers wanakuja wanaimba nyimbo hapa na wanaongea kwamba ni watoto wa nuru, kwa sababu waliangaziwa kutoka msalaba wa Kristo. Unakuta tanda wale wengine wanaitwa the readers of the readers of faith nao wanatokea wanaimba, maana wanajua ni wanuru, si wasukuma na si wapare. Maana nilipokuwa nachunguza nilikuja kugundua kumbe wapare hawataenda mbinguni, na nikaona wachaga hawaendi mahali. Wasukuma ndio watakuwa wameremewa, hawatajulikana mahali popote mbinguni, na wahaa wenye huku ambao wale wengine sijui wanaitwaje, hakuna mahali wanaenda. Na kama kuna watu wa kuogopwa ogopa Wajaruo, kwa sababu hawataenda mahali popote, na hata wakiwa hapa kanisani, hata Wahaha walioko hapa, hata Wasukuma ukiwaona, uambie wanaharibu saa zao. Kama wana mahali pa kwenda waende, watoke, maana hawaendi, hawaendi mbinguni kwa hivyo muulize mtu, yeye ni nani, akwambie ni mchaga ama ni msukuma ama ni mpale, mwambie tafadhali jiokoe, kuliko kuharibu saa zako hapa, wiki nzima, mwezi mzima, kila siku ya Jumamosi ati amekuja, ni Sabato. Hakuna mchaga ataenda, hata akae Sabato Sabato, miaka ya hamsini, miaka mia, hakuna, hakuna mjarua atakaribia binguni, elewa. Maana huwezi kwenda na hiyo tabia yako ya Wajaluo, ya Wachaga, ya wapale kwenda binguni. Mungu si mjinga apeleke watu wa aina hiyo binguni. Hakuna, si mjinga, usidanganywe, hawaendi. Wacha nikuambie, hawaendi, hawaendi, hawaendi, elewa. Hata wazungu wasikudanganye, hawaendi, hawaendi. Na hata huko kwetu Kenya niliwaambia, Wakikuyu hawataenda, hawaendi. Na niongeze tena nikwambie, utaenda, na ninakwambia hivyo ndipo kasirike hasira takatifu, utaenda. Na ukitaka kutoka saa hii utoke, uende na usirudi hata jioni ama kesho, maana huendi mahali popote, unaharibu saa zako. Na ndio ujue utaenda. Hata ukiendelea kukaa hapa saa hii tuendelee hata saa nane utagundua, utakuwa unalala, hakuna connection yako na mbinguni, huendi. Ndio unaona unasema, wacha nikae tu hapa. Hata unalala ni kwa sababu huendi na ndio toka ati ni simu unaenda kuongea huko nje, ukae mahubiri yaishe, lakini unajulikana huko hapa, kwa makambi unajulikana huko hapa. Hata wewe ni shahidi, hujasika kitu wakati ilipokuwa inafundishwa ile eh, juu ya mgawanyiko wa ndoa, haukuwepo. Na hata kwa mahubiri hapa hautashika, na saa nane utakuwa ilia hii, baada ya kula utakuwa tu muumu unatembea maana hata malaika anataka uendelee kutembea, maana huendi, ndio uendelee kuharibu saa zako, kwa sababu huendi. Hebu mwangalie mwenzako kwa uso, mwangalie uone ana dalili ya kwenda mahali. Ndio ukitaka kujua wale waendi, mwangalie tu kwa uso uone ana dalili ya kwenda. Hata vile amekaa tu na huo mkao wake hivi, unaona kama ana dalili ya kwenda mahali? anakaa kama mtu anaenda mahali wapendwa. Haleluya wapendwa, haleluya. Ninapowauliza haleluya, ninaposema haleluya, hata usipojibu kwa nguvu, usikize mwenzako vile anajibu, utajua haendi mahali. Maana huyu yuko hapa, hajibu huyu naye anajibu kidogo, amen, na mwingine hata hakujua kama ndio anaulizwa. Vile unavyoona hujibu, na unakaa kama hujui kama ndio wewe, ndio sababu ninakueleza uelewa huendi, na ukitaka kujua huendi, ndio utagundua utasema amina na uweze sema haleluya. Watu ambao hawaendi huwa hawasemi amina, hawasemi na hawasemi haleluya, maana wenyewe na mbinguni hakuna uhusiano kuna connections yani, connections, hayuko, hashiki mtambo. Wapendo wa haleluya, wapendo wa haleluya ni wale tu wanaenda wajibu. Ukijua uende, using'ang'ane. Wapendo wa haleluya, wapendo wa Bwana asifiwe. Ngojea hiyo amina, tukiendelea hapo mbele usikie kama itakuweko kuna wale ambao wanaisema, lakini baadaye watarudi mahali wenyewe ukaa, maana hawaendi mahali.